Tangu Mheshimiwa Dr Samia Suluhu Hassan ameingia madarakani mm -hmm. ufaulu umeongezeka mm -hmm. Lakini ziko sababu. Sababu mojawapo kubwa ni fedha nyingi ambazo anazileta kwenye sekta ya elimu mm -hmm. na sisi mkoa wa Dodoma tumefaidika kwa fedha za elimu bila malipo mm -hmm. au elimu bila ada mm -hmm. Tumefaidika na miundombinu katika kila shule, utakaoenda utakuta kuna miundombinu ambayo imetolewa fedha kwa kipindi chake mm -hmm. lakini tumefaidika na ongezeko la ajira za walimu mm -hmm. lakini zaidi ya hapo Mheshimiwa iko juhudi pia iliyoendana kuunga mkono juhudi ya Mheshimiwa Rais mm -hmm. juhudi ya walimu mm -hmm. na wadau wengine wote katika kuhakikisha sasa fedha alizozitoa Mheshimiwa Rais zinaonyesha matokeo chanya mm -hmm. Kwa hiyo mkoa wa Dodoma umeanza kupanda kwa ufaulu kwa miaka minne mfululizo mm -hmm. Kutoka katika kwa 20 ishirini na tatu na ngapi, kaanza kuwa ya kumi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili kitaifa mm -hmm lakini sio tu wa kumi kwa namba, ni kwa kumi kwa kuongeza asilimia pia ya ufaulu. Lakini ishirini ishirini na tatu ikawa ya ya tano, ishirini ishirini na nne ikashika nafasi ya nne, na mwaka jana ishirini ishirini na tano imekuwa nafasi ya pili kitaifa, mkoa wa Dodoma. Lakini zaidi ya hapo Mheshimiwa Waziri, uh, wilaya au halmashauri ya Bahi meshika nafasi ya kwanza kitaifa mwaka huu mm. kwa darasa la saba. Kwa hiyo unaweza kuona ni juhudi kiasi gani mm. hawa walimu mm. wameifanya, mm. lakini viongozi wote wanaosimamia sekta hiyo wameifanya, mm. waheshimiwa wakuu wa wilaya, wakurugenzi mm. pamoja na wazazi kuelewa vizuri mm. tafsiri ya umuhimu wa elimu. Kwa hiyo mm. tuna mbele yako mheshimiwa waziri, naomba niwapongeze sana na nimshukuru mheshimiwa Rais kwa kuleta morali ya watu kufanya